Bana, ziara anayoifanya Ahmed Ally huko mkoani kwangu mimi inakuwa na tija kubwa sana kwa klabu ya Simba na klabu nyingine zote za ligi kuu ya NBC. Ukimsikiliza Ahmed Ally, anatoa elimu kwa mashabiki wa soka jinsi ya kununua bidhaa zile original za klabu. Sasa hii inaleta tija kubwa sana ama inaleta faida kubwa sana kwa mashabiki ambao wanazipenda hizi timu za Tanzania. Ahmed Ally anatakiwa kupongezwa sana, Simba anatakiwa kupongezwa. Hii ni hatua kubwa sana. Hebu msikilize Ahmed Ally akizungumza hapa kuwasisitiza ya kwamba tunatakiwa kununua jezi za klabu ya Simba. Yule mwenye jezi ya zamani inatosha kuivaa jezi hiyo, mwenye jezi ya mwaka jana, mwaka juzi inatosha kuvaa jezi hiyo, tuachane nazo sasa, tuvae jezi mpya za msimu huu. Kwa yule ambaye bado hajanunua jezi, huu ndio wakati wako wa kununua jezi mpya za Simba Sports Club. Lakini haishii tu kwenye kununua jezi, unatakiwa kununua na kuvaa jezi original za klabu yetu ya Simba Sports Club almaarufu za kusikani kwa kufanya hivyo unakuwa umeiheshimisha klabu yako kwa kuvaa jezi original kwa hiyo ndugu zanguni wanasimba tuanze kughimizana kupitia tawi letu hili la nyegezi viongozi wasimamieni wakumbusheni wanachama na mashabiki wenu juu ya umuhimu, faida ya kununua na kuvaa jezi original. Kwa ufupi tu ni kwamba kununua ama kuvaa jezi original unakuwa unaichangia klabu yako.